Ama, yule shetani ambaye amekuja na ile pepo inaitwa Divide Community Party, mnasemaje? Kwa huyo mtu, mtakubali Divide Community Party? Pepo ya Divide Community Party fanye nini? Shindwe! Huyo mtu ni mkabila namba one kule bunge, mnakumbuka, mimi ndiye nilikuwa co presidential coordinator campaign za president, tulipomaliza tumeshinda kiti. Huyu mtu ataki kuona Western region ikiwa kwa serikali. Huyu mtu akasema, hakuna viti tutapata, kwa cha wabunge, committees, commissions, appointments hatutapata kwa sababu hatu kutoa kura. Huyo ni mtu tunaweza karibisha hapa? Tunaweza karibisha eh, community party yake? Yeye vile tulisukuma ye nyumbani kwa sababu alikuwa anaongea mlima mlima mlima, tukasukuma yeye nyumbani akae nyumba, nyumba? Yeye yeah, yeah, alikuwa half term, DP. alikuwa half-term DP, na saa hii sasa anaweza kuja hapa anatuambia na mambo ya one term, tunamwambia kumi bila kumi bila, ashindwe kabisa. Alafu anafanya vijana wetu wengine wa hapa wanaanza kuchanganyika wa, kuchanganyikiwa wanafuata e eh. Sisi mkoa wa Magharibi haturudi opposition ng'o, ng'o, ng'o. Mnataka mrudi opposition ng'o. Kwa serikali mbelembe, maendeleo ya kina mama ng'o. Wakati wa campaign sisi tulikuwa tunasema bottom, ng'o. Bottom? Ng'o. na nani ako bottom? Nani analea nyumbani? Nani anasomesha nani kila kitu? Nani anapenda wazee? Kuna mwenye anapinga wa mama oye? Kiangalia akina mama, mkiangalia akina mama, sistima imeanza kufika kwa vijiji, si maji? Imeanza kutembea barabara, si mnaona ziko? Si mnaona nyumba za kifahari zikijengwa sasa sisi tutapata mkabila mwenye anajenga kwao peke yako ataki. Sisi tupate maendeleo. SGR imekwama kule na Rais William Samoei Ruto amesema itafika Malaba. Pigeni Ruto makofi. Rais William Samoei amesema watu wetu tunasumbukana, wanatuwekea magari kuukuu kutoka Nairobi kufika Western na saa hii raisi amesema anaenda kutengeneza barabara magari zitokange nywe tukikuja Western, si namna hivyo yeah? sikuwaanza kudia ingoko Christmas, yeah. na wana veru no yeah. Sasa magari zitakuwa zinapita nywe dual carriage mpaka Malaba. Hiyo ni maendeleo masio maendeleo, yeah. Yule mtu wa divisive community party anataka maendeleo kwao peke yao kwa nyumba mpaka village zao kuna stima. Sisi anataka sisi, kwani sisi hatulipi? Ushuru tunalipa. Wa wamama oye oh, basi nataka nione mikono ya Samuel Ruto, wale wanasema Ruto kumi bila break.